Ni ufalme wa milele na mamlaka yake ni ya kizazi hata kizazi. Lakini mstari ambao tutasimamia wa pili ni kitabu cha Kutoka sura ile ya thelathini na tatu mstari wa kumi na nne na wa kumi na tano. Kutoka sura ile ya thelathini na tatu mstari ule wa kumi na nne na wa kumi na tano. Kwa msaada wa Bwana niliwatangulia. Akasema, uso wangu utakwenda pamoja nawe, nami nitakupa raha. Naye akamwambia, uso wako usipokwenda pamoja nami, usituchukue kutoka hapo. Narudia, akasema, uso wangu utakwenda pamoja nawe, nami nitakupa raha. Naye akamwambia, uso wako usipokwenda pamoja nami, usituchukue kutoka hapo. Haya ni maneno aliyokuwa anaongea Musa na Mungu katika ile safari yake ya kuongoza wana wa Israeli kutoka nchi ya Misri kwenda Kanani, kwa sababu alijua kwa akili zake, akitumia akili zake kama akili zake hatafika popote. Kuongoza watu ambao ni wengi sana unahitaji nguvu za Mungu, unahitaji uwepo wa Mungu. Na ndio maana ni vizuri sana ukatafuta uso wa Bwana popote, unapoanza anza na Mungu. Mwambie Mungu, mimi peke yangu sitaweza, kwa akili zangu sitaweza, ninakuhitaji wewe. Kwa hiyo unapoanza, tafuta uso wa Bwana, utakusaidia. Changamoto ni nyingi mno, siku zote wewe unajua au waujui, tupo vitani. Yaani siku zote wewe unajua au juu, umeokoka au hujaokoka, upo vitani. Shetani anachokitafuta kwako ni kwamba kwa kwa usiwe yule ambaye Mungu amekusudia anachotaka ni kuharibu ile kile kitu au ile package ambayo Mungu amekuwekea ndani yako. Sasa unapoingia msimu mpya leo hii umetoka mwaka wa kwanza unaenda mwaka wa pili, mwaka wa pili umekwenda mwaka wa tatu. Umetoka kidato cha sita umeingia mwaka wa kwanza. Usifikiri kwamba shetani amefurahia hayo mafanikio yako. Hajafurahi. Na kwa sababu linakuwa limesimama kusudi la Mungu. Mungu ameachia kibali umeweza kuingia. Je, yeah, baada ya kuingia nini umefanya? Mtafute sana Mungu. Shuka magotini pake mwambia siwezi. Tumesikia ushuhuda mmoja mtumishi amesha shuhudia hapa. Walikuwa ni wengi kwenye course, wengi wa medisco. Unafikiri walikuwa wasomi? Unafikiri form 6 hawakufaulu mtihani yao? Lakini wengi walikuwa na division 1, tena form 5, 6, lakini amefika chuo wa medisco. Kwa kuna vitu vingi sana. Shetani naye anafuatilia. Malango yamefunguka msimu mpya, vita iko mlangoni. Shetani amesimama kwenye malango yako, usiwe yule ambaye Mungu amekukusudia. Kwa hiyo unapotumia akili zako, unapoenda wewe kama wewe, lazima ukutane na vita kali nao. Ikiwezekana ik, najikuta umepoteza mwelekeo, umepoteza direction yako. Yesu asifiwe. Kwa tupo hapa kukumbushana, tupo hapa Mungu anatusemesha juu ya kuta kutafuta uso wa Bwana. Musa yeye alikiona hiki kitu kwamba usipotuchukua mahali hapa usiende usi pamoja mimi sitawapeleka hawa watu kule. Uso wako na uso wako utakwenda pamoja nawe, angeachilia neema na kibali. Usipokuwa na kibali, huwezi ukapata mafanikio katika jambo lolote, hata kama unaakili sana na mana. Maana Sulaimani katika ile kitabu cha Mithali sura ya tatu mstari ule wa tano anasema neno la Mungu nasema, utumaini Bwana kwa moyo wako wote, wala usitegemee akili zako mwenyewe. Alikuwa na maana gani? Aliyaona, aliona kwamba hutaweza kwao. Tunaanza msimu mpya huu, kila mtu omba uso wa Bwana ute pamoja nao. Mambo ni mengi ni mengi mno. Utakuwa kweli unaumwa, siku umeamka asubuhi tu una imeamka ume asubuhi, ni kweli unaumwa na kweli hauwezi ukasimama, huwezi ukaenda darasani, hiyo hiyo siku moja ndio utakao kutoka na leo. Yesu asifiwe, omba uso wa Bwana Mungu akupe kibali hakupe kibali na popote unapokwenda, omba uwepo wa Bwana. Umepata changamoto, simama hapo, kwa omba uwepo wa Bwana uende pamoja nawe. Unaenda kuzungumza na lecture au doctor, omba uwepo wa Bwana uende pamoja nawe, kwa sababu ukipata kibali, jambo lako litafanikiwa. Ukikosa kibali, hilo jambo halitafanikiwa, na shetani anachokiangaika kwako ni kuua hicho kibali, kuua hayo mafanikio, usiwe yule ambaye Mungu amekusudia. Yesu asifiwe. Ukisoma kitabu cha Yoshua tatu Yoshua tatu mlango, Yoshua tatu mstari ule wa kwanza mpaka wa nne. Na utambule katika utatu. Ikawa hapo hilo taifa zima lilipokuwa limekwishavuka Yordani, ndipo Bwana akanena na Yoshua akamwambia, haya twaeni watu waume kumi na wawili katika hao watu wa kila kabila, mtu mmoja. Kisha waamrishe kusema, twaeni mawe kumi na mawili hapo katikati ya Yordani, mahali hapo miguu ya hao makwani iliposimama imara, mwende nayo mawe hayo mkayaweke nchi kabili hapo mtakapolala usiku huu. Basi Yoshua akawaita hao watu kumi na wawili alikuwa amewaweka tayari tangu hapo katika wana wa Israeli, kila kabila mtu mmoja. Na Yoshua akamwambia haya, mitemi nini, mtangulie mbele ya sanduku la Bwana Mungu wenu Mwende pale katikati ya Yordani mkatoe kila mtu kila mtu wenu jiwe moja begani mwake kwa kadiri ya hesabu ya kabila za wana wa Israeli, ili kwamba jambo hili liwe ishara kati yenu. Hapo watoto wenu watakapouliza nini katika siku zijazo. Nataka nisimame katika mstari, sorry, nimesoma ni sura ya nne. Bwana Yesu asifiwe, nimesoma sura ya nne, mpate kujua njia ambayo hamnabudi kuhi kuiendea kwa maana hamjapita njia lakeado. Unafikiri kwa nini walitanguliza ile sanduku la Bwana? Walitanguliza sanduku la Bwana kwa sababu ile ilikuwa ni uwepo wa Mungu katika safari yao. Ile njia ilikuwa imepita bado na wanatakiwa wafike sawasawa. Na sisi katika majira yetu, hakuna aliyemaliza semester, hakuna anayejua nini mbele, kuna nini. Kwa hiyo tunahitaji uwepo wa Mungu ili utusaidie tuweze kuvuka kwa salama na kuna watu huwa wanapita sangaba kuna watu huwa wanabaki nyuma. Kuna watu wanadondoka kila mwaka, watu wanadondoka kila kozi. Mnaanza mia tano katika kozi, mnapungua kila siku, watu mia, watu sabini, watu themanini wanabaki. Wanabaki sio kwamba hawana uwezo, wana uwezo, wana uwezo. Ni kwamba shetani yupo kazini siku zote kwao. Tunahitaji sana hii akinaipita bado, wote tunahitaji msaada wa Mungu tunahitaji uwepo wa Mungu tusaidie ili tuweze kuvuka. Sababu za kutafuta uso wa Mungu, Mungu anakupa ishara ya namna ya kusoma. Mungu anakupa namna gani ya kuweza kuvuka. Mungu anakupa namna gani ya kuweza kutatua changamoto. Mungu anakupa namna gani ya kushinda. Mungu anakupa namna gani ya kutembea vile ambavyo wenzako wanashindwa kutembea, wao wanatembea. Wakati wenzako wameambiwa hiyo kozi ni ngumu, wewe kwako unaiona nyepesi kabisa, unaona nyepesi. Wakati wenzako wanalia kila kifanya mtihani anakamatwa, wewe una eh, hey. Ndicho tunachotafuta Mungu, ili Mungu atupe kibali na neema, Mungu atuwezeshe kuvuka mahali hapo. Kwa Mungu atakupa ishara ya namna ya kusoma katika hiyo kozi yako, ni jinsi gani uweze kusoma, ni namna gani utapata marafiki wa kuweza kuwa nao, ni namna gani ambavyo utapata kibali cha kuombea darasa lako, katika kosi yako, kwa sababu Mungu amekuita mahali hapa. Kuna watu wale kutegemea kuna mtu darasani kwako hamjui Mungu. Mungu anataka ukamsaidie, wewe tu usimame, uombe, umvushe. Kuna mtu yeye kazi yake, na mtakutana nao mwaka wa kwanza, group assignment ya degree, hata siku moja hata udhuria wala hata toa mchango. Je, mtamtupa? Mungu amekupa kazi wewe, wewe, wewe unamjua Mungu amnamtafuta Mungu kila siku, ukamsaidia uyote. Mungu amekupa kazi ya kuiombea darasa lako, simama kwa ajili ya kozi yako, simama kwa ajili ya chuo, simama kwa ajili ya mfumo. Mfumo huo unacheza, umepita vizuri testi zako zote na zote, matokeo unayaona haya hapa. Mfumo umecheza na unacheza, unachezani. Mwombee anayekotua mfumo, anayekotua mfumo ni mtu kwa tukiomba kibali na neno kwa ajili ya yule, mambo yatasimama, watu watavuka. Kuna watu ambao ndoto zao zinazima ghafla, sio kwamba hawana akili, ni kwa sababu tu shetani anataka kuharibu kile ambacho Mungu amekusudia. Unajua, shetani wana wa anaona sababu yeye anaona hata kabla sasa tujafika, yeye anaona. Shetani anaona kibali chako, kwamba huyu akienda sawa sawa na Mungu alivyomkusudia atakuja kuwa mtu mkubwa sana katika nchi, kwa nacho kifanya lengo ni hapa hapa hapaa, tunamaliza hii. Vita ipo, ipo siku zote na ndio maana hata wenzetu upande wa pili huu ni eh mwezi wa kumi na moja tayari tunaanza kusikia jamani, kuna ajali kuna nini. Wenzetu ni wajanja, huu mwezi wa kumi na moja unaanza maandalizi mapema kwa ajili ya msimu mpya wa mwaka utakao kuja, wanaanza kwenda kupeleka kafara zao, si ndio? Mwezi huu uh, kusikia kuna ajali ajali, kuna matukio. Wafanyabiashara haya mambo anayajua sana mapema kabisa, na sadaka zao unazitoa ni kubwa sana. ila sisi wana wa Mungu wote tunalala sana, yeye tunajisahau katika kipengele hicho, kwenda kutafuta uso wa Bwana katika nyakati zetu mpya, kwenda kuiamuru asubuhi yako. Umeiamuru asubuhi yako? Asubuhi inakamatwa na waovu. Ukisoma kitabu kile cha Ayubu sura ya thelathini na nane mstari wa kumi na mbili, ameelezea kwamba asubuhi yako inakamatwa na waovu, unatakiwa uiamuru baraka ambazo Mungu amekusudia katika siku yako usikufungukie, upako ambao Mungu amekukusudia katika siku yako kufungukie. Asubuhi sio majira ya kuamka saa 12 asubuhi, ni majira yako mapya kwenye msimu wako mpya. Amuru, kuna waovu wameshika, usipokumuta nani atakumuta? Kumuta wewe, simama. Na ndio maana Mungu alikuleta mahali hapa, yuko uje kukutana na madhabahu hii. Tukiwa nchi tunawaambia kabisa ah, chuoni hawasali. Yaani tunasikia mambo mengi sana. Yaani jamani, chuo liko kienda. Mbona mnaogopa? Mimi ni nimekuwa naogopa. Kwa maana naendaje kile chuo, nimeshasikia sifa zake baya. Lakini nikuambie siku nilipo kanyaga kwa, kwa mara ya kwanza kwenye madhabahu hapa niliona uwepo wa Mungu. Niliona ni madhabahu ya pekee. Nikajifunza kumbe, hata chuoni kuna watu wanaomjua Mungu. Na ninamshukuru Mungu ambaye anaendelea kunitunza na kunilea katika madhabahu hii. Yesu asifiwe. Yesu asifiwe sana. Ni madhabahu tofauti. Hata utakaporudi nyumbani, utapata shida, mwenyewe unapata shida. Tumeshazoea ibada zetu za CCT, ukiingia ibadani nakuwa kimya, lakini hapa unapata nafasi, unapata nafasi. Sisi tumeletwa hapa, ni kama tumeletwa, tumeletwa ni watu ambao tumebeba destiny za familia zetu. Yaani Mungu amekuleta mahali hapa, tumia miaka yako mitatu kwa ajili ya kuvusha familia yako tumebeba destiny za familia zetu. Kwa kupitia madhabahu hii utafusha familia yako, kwa kupitia nafasi hii, yale yote ambayo naza kwenye familia yako, tumia madhabahu miaka mitatu, usikimbie kimbie kimbia. Tumia madhabahu hii, itakusaidia sana. Mimi nisaidia sana kuna vitu ambavyo ch na changamoto sana. Ile mwaka wa kwanza, kuna staiki zako ambao nilikuwa sijapata kazini nikamweleza huko kwa sababu hapa ni muda yani, kabisa robo tatu ya maisha yangu mimi natumia kanisani. Tunaenda bondeni saa 11 saa 4 mwa wiki tunabondeni usiku, lakini hapo wakati ni ibada za kawaida, na muda na wakati wote bondeni na usiku kwenda yani, muda na wakati wote kutana na magumu, nenda kazini. Mungu ni mwaminifu. Mimi nililipo na nilitamka tu neno baba, ikiwa kuna mtu yoyote amekamata hizo stories zangu, ikiwa kuna mtu yoyote amezuia, kwa sababu shetani kataka nikuzuia Atazuia chochote kile ambacho unakitaka ambacho ni haki yako, utashindwa kukidai usipojua namna ya kutumia kumtumia huyu Mungu. Usipojua namna, usipojua namna ya kwenda na ya ni yakenda aan kila kona lii aa katikati. Lakini ukijua namna ya kudai haki zako utadai, utakuja madhabahuni hapa na utatoa ushuhuda. Huyu ni mwanzo tu, watu wanashuhuda mahali hapa, watu watu wametetea mambo makuu, watu wamejidua Watu wa nyumbani matatizo yameisha. Jamani mimi nililipo na nilishangaa. Nilimshangaa sana Mungu Yesu asifiwe. Kwa nje kwa nyingine utaona maajabu mengi. Mungu atakufundisha utaona maajabu tu hapa. Kuna wakati matokeo yanatoka tu ta ukisoma unashangaa na sababu tatu. Ukiona hivyo nenda mara moja, kimbia katafuta Yesu. Bwana, Bwana, mbona tumeweka agano mimi na wewe na nimekutumikia madhabahu. Bwana unao kuna sababu.

Hapo ndio unapotea siku tatu. Ukirudi una sababu zako. Kwa hiyo unahitaji sana neema. Usipokuwa na neema ya Mungu, ndio wewe unajikuta unachukua maamuzi ya kutoka gorofa la 4 mpaka chini. Sasa ukifanya hivyo ndio solution. Sisi watu ambao tunamjua Mungu kazi yetu ni kwenda magotini kwa Bwana, tunatafuta uso wake. Mungu naomba mvushe. Haya zimekuja. Yafikiri Mungu anataka kukufundisha na kupata sababu sio kwamba ni dhambi. Mm. Au kama wewe uombe. Kuna wakati yamkini Mungu anataka kukufusha, au anakufundisha juu ya jambo fulani. Yesu asifiwe. <laughs> Kwa kuna namna ambayo anataka utembee, uongeze ufaulu wako. Mimi mwenyewe mwaka kwanza nimefika toka nikakamacho. Eh, naambia Mungu semesta <laughs> ya kwanza, eh, Mungu alinifundisha kitu. Kwa kweli Mungu alinifundisha. Na nilipofika nilikuwa nifo, na imani kwamba muda mwingi aa kwenye kusoma sio kanisani, nikakwenda hosteli Mungu akanipiga hapo kimoja tu, lakini namtukuza Mungu yule mwaka nilifanikiwa, nikachomoka. Na baada ya hapo nikamwambia Mungu mimi nipoondoka madhabahuni pa ratiba muda mwingi na hapa tunatoka saa sita. Kwa hiyo mimi nimeishia, kuna mambo yanakuwa yanaendelea mengine, lakini bado nimeendelea kumwona Yesu. Mungu asifiwe! Hakuna matokeo ambayo ni mazuri kama mwaka ambao nimefanya na nimetumika madhabahuni kwa Bwana. Matukio yale ni, ni matukio pale kabisa nashangaa. Hivi ni ya kwangu au sanato imecheza? Bana inaendea. Yaani matukio kitoka kila siku lazima auingie. Haome yabadilika, au amebadilika. Na ninamtukuza Mungu sana kwa hilo. Yesu asifiwe. Kwa hiyo usiende peke yako, usitumie akili zako. Sawa una akili ni Mungu amekupa, lakini mpe Mungu nafasi ya kwanza. Ni Mungu mwenye wivu. Mungu hapendi kushia nafasi yako ukachukua ukaweka kitu kingine. Yaani nafasi ya Mungu kampa mtu mwingine, au kaweka kitu kingine. Anasema ni Mungu mwenye wivu. Sawa, kuna wengine wana neema, wanatembea na neema, kuna watu wanaombea wanavuka. Ila kumbuka, mimi na wewe tumepewa nafasi ya kusimama kwa ajili ya watu wengine. Tumepewa nafasi ya kusimama kwa ajili ya watu walioko darasani, walioko chuo cha UDOM. Tusipoomba kwa ajili ya kichuo, nani atakayeomba? Usipoomba kwa ajili ya coursework zako, nani akuombea? wao wana, watakuombea, wanaoomba hapa wataomba, ila wataomba sivyo kama unavyoomba wewe, watakuombea maombi yao. Unajua wanakuwa wanakuombea nini? wewe umenyamaza, watakuombea tu. Omba, tumia muda, omba uzumi ibada za jioni, afu uziweke, ni saa moja tu saa mbili mpaka saa tatu na nusu, unaendelea shughuli zako. Tenga huo muda wako, una kipindi saa mbili na nusu, jitahidi fika ibadani, tumia miaka yako mitatu kumbuka habari za kina Daniel, ukisoma Daniel sura ya kwanza tunaona Daniel alikuwa ni mwanafunzi kama sisi, alikuwa ni mwanafunzi wa chuo, lakini mfalme anaagiza kwamba wabadilisheni majina. Kumbuka na sisi tumefika hapa chuo, tumetoka na sifa nzuri, wazazi wametupa mausia mazuri. Ukifika hapo, usipoangalia jina linabadilika wa nini kabisa. Utakuwa wewe. Atakuwa ni mtu mwingine kabisa, kabisa kabisa kabisa, kama vile ajue Mungu kuna watu analefti grupu la upwata ishirini ishirini na tano ishirini ishirini na sita watu analefti. Bwana amekutafuta kuna watu wamepoteza muda wametoka nyumbani wiki moja kabla wako chuoni. Bwana amewatuma kwa ajili ya kuvuna watu wake. Mtu analefti kubu grupu la dini, unategemea anaenda kwenye grupu gani. Magrupu yako mengi hapa, kuna wakati magrupu yako mengi na... nani hapo, utapata vitu vingi vingi vingi lakini kitu kimoja tu. Nikwambia rafiki yako, nikwambia kaka yangu, nikwambia mdogo wangu, chagua fungu lililo jema. Chagua kumtumikia Mungu. Usione aibu kwamba sijui watanionaje. Fanya mambo ambayo walioko nje ngone wewe ni wa tofauti. Amina. Unajua sisi kipi tunasema mama mtumishi, mama mtumishi tusaidie tuombe. Umeona? Sio kwamba nao wanatamani, lakini wamekosa tu neema ya kuingia ndani. Unajua kuingia ndani kwenye neema Kuamka asubuhi kuja ibada ni neema. Jioni tu hapo ni kuondoka pale, stori zako za kuangalia movie ni neema. Mtu mwingine anaweza kuangalia tu movie. Na wanaangalia movie TikTok, huko anakaa saa 2 mpaka saa 11 asubuhi. Mtu wa TikTok tu ashiki daftari, ategemea muujiza. Na ndio maana mimi nikwambie mgeni mpenzi. Nitaidi sana. Omba kibali. Mungu akupe neema ya kusoma. Mungu akupe neema. Soma, anza leo.

Na msikiliza huyu nimekuta argument huu mwaka wa pili. Anaambia unafikiri unasoma saa hizi somi. Kumbe unaweza kunisima moto. <laughs> Una wakati tu unakujikuta kwamba Mungu anakupa hekima. Ukikaa kanisa utapata hekima na maarifa mapya. Nimesema hivi wiki kwa ya kwanza nimepita. Ile moduli leo soma kwanza hapa tumesoma leo. Usiseme utasoma kesho. Kesho unakuwa na mambo mengi. Kwanza utatafuta notes utaziona. Simu wewe zinajamu. Zikijamu zinafuta kila kitu. Hakuna test kesho. Kuna notes. <laughs> Sijui nafanya nini. Kuna wakati nasema jamani shetani, shetani anakataa. Kwa sababu mimi si usiki. Mbona alikuwa anaangalia TikTok saa mbili. Mwaka jini nimekata festi ya mini kwa mwaka pili. Anakaa muda wote, yani bomu lake yeye ni kununua bando. Pocket wifi ya 10. Yaani naisha yake na sio ngapi, ndio ndio pocket. Jamani, oneni huruma. Mungu amekupa kibali kuna watu wajapata kukopa. Kuna watu wanategemea basi hata wewe umpe hata hizo bibi yani uliyepata mkopo. Wakumbukeni hao. Onyesheni upendo. Kuna mtu ana bumu. Anatembea maisha magumu. Haya, ana bumu, ananua pocket wifi. Yaani kila wiki elfu kumi elfu kumi. Wewe una kama nyenye anatoka mwisho wa siku na, na anafanya nini? Yuko TikTok. Atacheka usiku kucha. Mimi yani kila <laughs> mtu <laughs> yuko na. Alafu mwisho wa siku matokeo atakapofika uzuri wa chuo cha Udom hauongei okay na mtu <laughs> yaani, ni esilatu yako tu onaa like, communicate nayo unakuta you are no longer student of university. Si unamuuliza nani this for hiyo, unaenda wapi? Ukienda unaenda kwa nani? Una keri zako sita supplementary tatu, vigezo na masharti kuzingatiwa. Kujafikisha swali, ulitumieje muda wako? ulisoma ulisoma haukusoma, unamlaumu nani? Kwa jitahidi kwenda na Mungu, yaani huko mahali hapo mtafute sana Mungu, hivyo ulivyo mtafute Mungu. Hivyo ulivyokuja ni mzuri, hivyo ulivyokuja magauni yako marefu ni mzuri, kaka yangu, hivyo ulivyo ni mzuri, sio fike tena hapa jina libadilike. Kuna mambo mengi utayaona, mambo mengi na Mungu amenipa kibali ya kumuvu broke hadi broke. Mimi na naangalia tu. Na nashukuru Mungu kwa sababu alinipa umri wa kusoma nikiwa mtu mzima na soma na watoto. Kwa nini tukifanyika mimi? Saa kumi na mbili ikifika mimi nakuwa nishoga nimeondoka. Takao kwa nako jua tarudi saa sita mchana. Nitakaa kidogo nitatoka nipe wa ibada. Nitarudi usiku saa sita. Sitaki kuona mambo mengi. Alafu nikakaa na watoto wapo kasema mamangu tu mwenyewe simheshimu wewe mwenye, ni nani? Hiyo sitatio sipendi. Au unanifuatilia ni nani? Huyu naongea. Nikiongea nakwambia, mama, wakati wako umepita, tuache mabinti. Hawafikaji mbali pale. Yeye tu sasa la sasa anaongea lakini pale wende kufika. Leo umefika ni mzuri kabisa. Nikwambi. Juzi baba, nimetoka na baba mchungaji Yohani tutumuni saa 5. Njiani huko tayari. Watu wameshakaa wawili wa saa 5 za usiku wanauliza. Huyu kamkuta wapi? Wanataka wiki ilikuwa ni wapi kampata? Umezake <coughs> <coughs> urafiki wa UDOM, nikuambia kitu kimoja, ni urafiki ambao unachunguza sana hela. Utakuta kwenye mbi urafiki ambao anaangalia una bumu, bada ukiwa na bumu utapata rafiki, rafiki anakarukuleti bumu lako, wengi wameliwa, kateke ni kula, una ukawa ni, ni mguu asikakopea kila siku namhudumia chakula. Anakuja bwana unajua baby mimi sina mkopo. Yeye anakuambia sina mkopo. Hata kama nao wao unajua kama na mkopo. Baby mimi sina mkopo. Kwa hiyo unajua mama mkopo wako kanipigia simu amelazwa. Halafu sina tamia. Kwa mama mkopo wewe huyo anayekupigia ameshakukulipia mali. Watu wameliwa kwa sasa kama hiyo. Mwingine anakuambia tukae tufanye bumu tufanye jambo la maana sana. Tutengeneze biashara. Tuchange. Nipe shilingi laki nne. Mimi laki nne atachukua, sio atakopa, wanunue pikipiki watengeneze boda boda. Kuwa makini hapa, ni Udom utakaribishwa vizuri sana lakini ukiwa na shida ibadani, utapata hekima na maarifa ya kimungu. <coughs> kila lako utamsaidia mzazi wako, kwani ushindwa kumsaidia familia imebaki nyumbani, na tunajiona kabisa tumetoka katika mazingira gani, lakini unashindwa kumpata mama yako kitenge

usipoitumia vizuri hata nauli ya kurudia nyumbani kwenu. Tunapata changamoto hizo, mtu anakuja ofisini, sina afanyeje? Ni muumini wako, hana nauli, anatakiwa rudi nyumbani nachuoni, amsi kubaki mtu. Weka kidogo kidogo, kula jiweke tu limiti. Halafu kuna watu wanafanya marengo. Kuna mtu anatoka chuo, anataka kiwanja kijijini kwao. Vijijini tunajua kiwanja cha laki na nusu ni kikubwa kabisa. Hata godoro una umekaa miaka mitatu chuo umepata bumu, huna hata mashuka, huna hata godoro, hata, hata kitanda cha tengeneza. Mungu <coughs> atusaidie sana. <coughs> ninaongea kwa uchungu, mimi ni mama, mimi ni mama, na ninaona nimejifunza, na namshukuru Mungu ameleta katika ule huu, najifunza kila siku, nakaa watoto wazazi wanapata shida, unabumu baada ya wiki tatu mwezi mmoja, mama, sina hela. Sasa mama wapi aikute wapi? Unajua kabisa uaao, kuna wadogo tisa wote wanasoma, na wengine ndio hivyo. Yani hiyo tunapata mpaka tulime msimu mmoja wa wamaiji, tukivuna totua matokeo, unajikuta wewe sasa ndio umekuwa kaushadamu wa nyumbani kwa. Mungu atusaidie sana. Omba hekima ya Mungu, omba neema ya Mungu ikuongoze, uso wa Bwana nenda nao. Yani mtafute kila siku, mtafute Mungu utaona raha. Kuna watu wana graduate hajui keri hapo kwenye, hajui sababu, hajui kutana na changamoto yoyote, na watakuja kutoa ushuhuda hapo. Huwa wanatoa ushuhuda asosiate hapo hapo, ni mashahidi watakuja kutoa wiki lao la tarehe 17 na tarehe 17 na 18 kwenye mafari, watakuja kutoa ushuhuda. Hii madhabahu ni wapema, unasema siwezi kaiba kwa yeye. Wanatoka usiku ni kweli, sasa za siku wanatoka, lakini hawajui kupata sababu kwa keri. Wapiga muziki hapo wenzetu kila siku. Yaani hata kisema morning glory tu kwa mtu saa 11 mpaka jioni. Mpaka unajiuliza hivi unasoma saa ngapi? Hawajai kupata saa kwa rangi. Wekeza muda wako kutumika madhabahuni kwa Mungu. Tafuta kitu, utakacho mkumbusha Mungu. Njoo wimbe kwaya hapa. Mwambie Mungu, nilipa kwaya. Na unapokuja mahali hapa weka agano na Mungu. Nimekuimbia praise muda wote. Tunafanya mazoezi mpaka saa sita za usiku. Mungu, naomba nikumbuke sana tu yangu ikasome vizuri. Mungu, naomba nitengenezie matokeo yangu niweze kuifikia. sotukajiasara huko, utakutana watu wenye malengo, akupe malengo yao. Omba Mungu akupe malengo yako. hapa mahali hapa tumika tena kwa uaminifu. Ukitumika utamwona Mungu, na utaona kabisa ishara za Mungu ambazo nekukaniweza aliziona nie. yeah, aliona, akina washatanina meshaki wametupa kwenye taruni kule yawaugui Ha, nebundu, maajabu kwa Nebukadnezar kusoma kitabu cha Daniel kile. Kwanza aliota ndoto akamtafsiria Daniel, akasahau kutengeneza visanamu alisujudu. Mungu atusaidie sana, Mungu atupe hekima yake leo. Hebu twende tukamwambie Mungu sake pamoja nasi. Praise, karibu mahali hapa, uwepo wako uende pamoja nasi. Naomba tusimame kabisa. <laughs>